Sasa namshukuru sana Mungu kwamba nimefika hapa. Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa diwani wa kata hii, kata yenye watu wengi, nimekuta hapa mnaendelea na mradi huu, na mimi nilikuwa nimeshapokea taarifa za shule hii pamoja na shule hii ya msingi. Kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI, kwanza niwapongeze sana wananchi wote wa Chamazi kwa ushirikiano mkubwa ambao mnatupa sisi serikali kwenye kutekeleza miradi hii. Ndugu zangu wananchi, nimefanya kazi na mbunge wenu miaka mitano iliyopita. Mna mbunge makini sana, mimi namfahamu vizuri na kule bungeni tumekuwa tukimwamini sisi wenzake kushikilia majukumu kadhaa kadhaa. Ni mtu aliyenyoka kama lula, lakini ni mtu ambaye wakati wote akisimama bungeni anaisemea Chamazi. Jipigeni makofi kwenye mradi huu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nimeona mnapanga kujenga mradi huu kwa miaka miwili Mmeshatumia muda gani mpaka sasa kwenye hiyo miaka miwili? miezi miwili? miezi nane. Sawa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI Profesa Shemdoi, ni kuelekeze shule hii tusijenge miaka miwili. Watoto wa Chamazi wana uhitaji na eneo la kusoma, hatuwezi kusubiri miaka miwili. Eh, kaeni upya na mji na muda sahihi unaozingatia uharaka wa shule hii kukamilika. Lakini si tu hivyo, shule hii ni shule ya sekondari Hatuwezi kuanzisha shule ya sekondari ikakamilika kwanza, halafu ndio tuje tuanze kujenga maabara. Watoto hawa wa Chamazi wanatakiwa washindane na watoto wengine wa Tanzania ambao wana shule zilizokamilika na zina maabara. Kwa hiyo katika namna ile mnayopangilia namna ya ujenzi wenu, lazima linapofika hitimisho la shule kukamilika na maabara zile zimekamilika. Kwa hiyo ni washukuru kwa uvumilivu wenu wanaChamazi, twendeni tuendelee kuiunga mkono serikali yetu, na twendeni tushirikiane kama mlivyofanya kwenye miradi hii ya maendeleo. Daktari Samia Suluhu Hassan mwezi huu wa kumi na mbili amekamilisha mchakato wa kuajiri walimu kwa shule hizi mnazozijenga, kwa hakika hazitakuwa na uhaba wa walimu. Mheshimiwa Rais ameshaendesha zoezi nchi nzima la kufanya usairi kwa walimu, na Januari inapoanza shule zinapofunguliwa, Mheshimiwa Rais atakuwa ameajiri walimu elfu saba, elfu saba. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi, shule hizi sisi tutaendelea kuziangalia kwa ukaribu na kuzisimamia kwa ukaribu. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa DC ninakushukuru sana, Mheshimiwa Mbunge, asanteni sana, Meya, Mkurugenzi na wenzako, ndugu wananchi, asalamu alaikum.